Kwa kawaida katika ykatika jambo lolote lile, liwe kubwa au dogo, Maandalizi ni jambo la msingi au la lazima. Sasa, ikiwa zimesalia siku nne kuanzia leo, hadi tufikie mfungo wa Kwaresima, safari ya kiroho ya siku arobaini, au wengine wasema safari ya neema siku arobaini. Ratiba yako ya sala, saumu na sadaka